Sema kombi hapo, mm. Mengi kabatini kwake, mm. Kwenye kundi hilo katika uzito huo heavyweight, mm. Mm. Ukifuzu hapo shekhe, sio umefuzu tu umefuzu kwa kishindo. Kishindo yani, katika mabingwa watatu mm. mabingwa wawili umewabakisha nyumbani wewe mm. unaondoka na bingwa mmoja kwenye hatua robo fainali, kwa hiyo mm. ndiyo imani yetu, ndiyo nguvu yetu mm. na ndiyo tageti yetu mm. tukafuzu kwa kishindo siku ya Jumapili, inshallah, insha Allah. Kikosi kina hali gani? Ingizo jipya tunaliona mm. Buba ameanza na wenzake jana, leo amekuja hapa Zanzibar. Ya, timu imewasili leo hapa Zanzibar na leo ni session yetu ya kwanza kama unavyoona mm. uh, timu sasa hivi inafanya fanya dua alafu tutaanza maandalizi yetu hapa kuelekea mchezo huu wa Jumapili mm. Chote kiko tayari mchezaji mm. pekee ambaye atakosekana kwenye mechi ya Jumapili mm. kwa sababu za kikanuni mm. ni Damaro kwa sababu amepata idadi ya kadi mbili za njano, kadi tatu mm. na kadi moja alitoka nayo huko mm. akiwa Singida kwa maana yake hatakuwa Anafiti kikanuni kucheza mechi ya Jumapili. Kwa hiyo yeye tumemuondoa mm -hmm, kwenye mpango amebakia Dar es Salaam. Mm -hmm. Wengine ni sababu za kiufundi lakini mm -hmm, wachezaji ishirini mm -hmm, na nne ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania pale mm -hmm, kuja huku bara mm -hmm, Tanzania huku bara visiwani huku mm -hmm, wote wako fiti na mm -hmm, wote wako tayari kwa ajili ya huu mchezo inshallah. Mm -hmm. Wanazungumza nini hawa wachezaji Ali? Upo nao muda mwingi sana unapiga nao story, na hata hapa kabla ya mazoezi kwanza, umepiga nao uh, maneno mawili matatu. Focus yao ni kwenda kupambana kushinda mchezo. Unajua mm. watu wengi hawatuelewi mm. nafuzu vipi, na kule kuna mechi nyingine mm. umeona ile mechi ya Cairo ile mm. umeona ile mechi Yanga na JS Kabili, hizi mechi mbili mm. mm. tumezichukua hizi, okay tumezitia kwenye chungu kimoja alafu, ah. Tumezipika zimeshaiva kama matunda kuweka kwenye blender <laughs> kwenye blender unaona uruma eh. Kisha kwenye chungu alafu tumekitia juu ya moto alafu, ah. Tukazipika hizi mechi eh. Tumeona matokeo yake atakapokuwa baada ya kupika kimeivaje. Kwa sisi tunakwenda robo fainali, wala hakuna mushkeli, tunakwenda robo fainali na, na jumaa pili tunafuzu ndani ya uwanja huo wa Amani Complex. Ali ali, Ali ali, umeanza kuongea kwa kujiamini sana tangu tu mpira ulivyoisha, yeah. mchezo wetu umeisha tu na farabati yeah. Tume... niliona chungu ah. kilipopikwa, chungu kilianzia kule hey. <laughs> top kwenye moto tuka, hey. tayari hiyo okay. Hey. kwa hiyo ni ni, ni jambo ambalo sina mm. mashaka nalo mm. players mm. wanajua wao mm ya kule ni ya kwetu mm. Jukumu lao liko hapa Jukumlao. Yaani, uwezi ukawa unawaza nini inatokea Cairo, wewe hujamshona hapa JS Kabylie mm. lazima tupambane hapa tuweze kumshona tupate, yes. matokeo mazuri mm. na ndio dua yetu na ndio focus ya wachezaji kupambana kupata matokeo mazuri Ali, uh, Pedro Gonzalves mm. namwona muda mwingi vikao haviishi na wachezaji mm. wake, sayansi ya mpira, mpira. Mm. vikao haviishi na wachezaji wake mm. lakini technical bench nzima mm. naona Iko bize, iko serious. Na umeniuliza swali zuri sana kwa Pedro hapo katikati, mm. wanaibuka mm. mijadala mingi sana hapa mm, uh, kuna watu wa namna mbili. Kuna watu mm. ambao wao obvious hawaitaki mema Yanga, mm. na kuna watu ambao wao wanafuataga tu mkumbo, wakasema wana Pedro timu inajilinda sijui vipi, ndio mm. watu kutokuelewa kuelewa mambo. Mita mm. kwa mfano mm. unacheza na Al Ahli mm. Misri nataka yeah. ufunguke unacheza na Farabat Moroko, unataka mm. ufunguke? Hii ni Champions League, ina hesabu zake. Ndio maana walio fail hizo hesabu sasa hivi wanaitana kwenye kikao cha mazishi kwenye mpira, aa njooni marem kasha kufa njooni tuzike mechi. Hali ingekuwaje? Kwa mimi nimpongeze sana Pedro na hii mm. mechi ya nyumbani hapa mm. ndo watakwenda kuona sura nyingine ya Pedro, Pedro Gonzalves. Sayansi ya mpira inafananaje? tutakwenda kuwasachi wa Algeria, hawataaminisha tutawapiga msako wakufa mtu hasa okay. Huo msako ili unoge, natakiwa mm. majukwani watu wajae, yaani mm. mchezaji akishika mpira tu mm, tunamwambia tuende kule kwao mm, twende kule kwao tukawasachi tuka mm. aaao tuka tuka, kwa hiyo hiyo mechi ya Jumapili hapa mm. Sayansi ya mpira Pedro Gonzalez inakuja kwa sura yake tofauti. Mm. Watakwenda kumuona Ali, uh, leo day one hapa Zanzibar, lakini uongozi unaona, vice president yupo CEO, uh, COO, yeah. Wewe hapo, lakini mkurugenzi wa masoko pia, yani timu nzima uh, ipo hapa kwenye mazoezi. Hii inamaanisha, na kesho tunakamilika, na kesho tunakamilika inshallah, timu nzima ya uongozi wa Yanga itakuwa itakuwepo hapa, okay. Sasa tunamaliza mazoezi mapema na ake, eh mpaka mfadhili na mdhamini wetu wow, Ghalib Saidi Muhamed atakuwepo hapa Zanzibar kesho. Okay, hiyo wow, nasemaje? Tunakamilika wote <laughs> atakuwepo hapa Zanzibar aaakuna ambaye atabakiajaliwaaa mauaji hakuna kucheka na mtu watakuja kufurahi uongozi wote mdhamini tunashangilia kwa. Ndio maana naomba wana Yanga ambao okay, wako bara vukeni okay, jamani Jumapili kifika saa mbili saa tatu tumeshafuzu yo furahtatukusutauhusumashabikan Wachezaji kwenye pichi yani, pichi tufurai pamoja, turuke nao. Tumeingia hili kundi, sio mchezo she, mpaka unaingia robo finali. Ah, sio mchezo mm -hmm. Kwa lazima tujipongeze, tukufanya hiyo kazi vizuri, siku ya Jumapili inshallah tumalizie hapa hapahali uh fokas yetu umesema ni ile ile kwamba kufuzu mm. kwa kishindo. Lakini huwa unatuma salamu kwa watu tofauti tofauti mm. bwana, fanya kile ambacho unafanyaga Yanga ishinde awashafanya ah. Ah, kutoka e. mechi imeisha ya Morocco niliongea mm. nao, simu nyingi sana mm. kiongozi, nini kinatakiwa mm. machaatuambia ah, sio goli tatu sio goli ngapi, nikawaelezea basi, kiongozi tulia mm. kiongozi, wewe endelea kuongea tamba ya huku tuachie huku kwa wanayanga wachobakiza sasa hivi ni kuja tu uwanjani uwanjani, naombe okay. na wanayanga wa Zanzibari hapa, unajua mm. tukijaa vizuri, maana yake tunawafikiria viongozi wetu. Mechi nyingine zote tulete humu humu ikiwezekana huku okay. eh, ah, tucheze uu finali fainali, mechi za ligi pia tulete humu humu sasa kwetu, siwa kwetu wanajua panaogopeka huku, wanajua tuje kwa wingi wa Zanzibar, Wazanzibari tuwape nguvu viongozi mm. wetu waone kwamba mm. waa kuletea burudani zaidi kwenye uwanja huu. Kwa mimi sina mashaka, naamini mm. siku ya Jumapili uwanja huu utajaa, patakuwa ni mapumziko Inshallah. Ali, tumalizie hapa Buba, leo amefanya interview na Yanga TV yeah. na watu wameanza kusubscribe kule Yanga TV. Yeah. Updates ni nyingi sana, na wanaendelea kuzungumza kukua na familia ya Yanga TV. Buba, kuna neno amelisema, I will do my best to make the fans happy. Kwa Kiswahili maana yake nini? Nitafanya jitihada zangu zote kuwafurahisha wananchi. Hivi unajua Buba huyu wa watu <laughs> watu hawajaelewa kitu kimoja mm, umeshai kusikia risasi inavyosafiri kwa spidi mm, tena risasi ile ya Muisraeli inapigwa hivi inavyotembea kwa spidi hatari mm. Mm, shai kusikia hizo story, shasikia inapopenya panakuwa padogo, inapotoka panakuwa pakubwa. Sasa huyo ndo Buba <laughs> Hii ni risasi hii ni risasi ya Rotary. hii ni risasi mm, yaani buba umeona, mm. kile kibendera kile leo tufanye mm. challenge. Eh. Yeah. kutoka pale kufika pale buba anaweza kutumia sekunde kumi tu yeah. pale mpaka pale sekunde moja mbili mm. tatu nne tano sita saba tena hizi nyingi tano. <laughs> moja mbili, tatu, nne, tano. Buba yuko pale. Risasi kweli. Wewe kisha mtaiona hiyo risasi. Wewe mbona buba? Tufanye challenge kimbia, mm. kutoka pale speed mpaka hapa mwisho amoja mbili tatu, tunaamini atatuongezea kitu kikubwa kwenye timu mm, takuwa tuna hatari kwenye kwenye winga zote mbili mm, na tutapata matokeo mazuri mimi mazuri, insha Allah. Nikushukuru, nakutakia kila la heri yeah. Meneja habari na mawasiliano huyo akitujuza ah, kile ambacho ah, kinajiri hivi sasa. Kama unavyoona jeshi linaendelea kutrain hapa, na hii ni kwa ajili ya maandalizi ya kufuzu kwa kishindo. Mimi ni Alwata na Abdulaziz Kipanduka. Mwenzangu ni King Mweta. Bye Bye.